Hati za kuwasilisha mezani. Naomba nimwite Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mheshimiwa Naibu Waziri Engineer Ngonyani. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha mezani hotuba ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kwa mwaka wa fedha 2016/2017. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri Edwin Ngonyani. Naomba nimwite mwenyekiti wa kamati ya miundombinu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya mwenyekiti naomba kuwasilisha mezani taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano kwa mwaka wa fedha 2015-2016, pamoja na maoni ya kamati kuhusu mba, makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2016-2017. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Msemaji mkuu wa kambi ya rasmi ya upinzani juu ya wizara ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani juu ya wizara ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, naomba kuwasilisha mezani taarifa ya msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani kuhusu wizara ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano juu ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2016 2017. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa na Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana, katibu.